Kuzungumzia topic yetu ya tumbo acid reflux uh, vidonda vya tumbo bawasili. Hebu tuendelee na hii topic, tuangalie mazingira ambayo yanaweza kumfanya mtu akashindwa kabisa kupona ile tatizo hata kama anatumia dawa sahihi. Ni muhimu kujua kwamba tumbo ni engine, ndiyo inayopokea na kuchakata na kuruhusu mfumo ya mwili kufanya kazi yake maana yake chakula kikiingia kwenye mwili, mwili ndio unaweza kuoperate. Sasa wewe una vidonda vya tumbo, una bawasili au una asidi, moja ya kitu ambacho kinakutokea kwenye mwili wako ni inflammation. Ndio utagundua, wale wenye bawasili sio kila siku bawasili inamsumbua, inakusumbuaga siku fulani fulani, kwa sababu bawasili na kusumbua siku ambayo umekula inflammatory foods au chakula ambacho kina provoke chronic inflammation. Asa ukiendelea kuishi na hiyo inflammation ndio unaona kale kanyama kanatoka nje au unapata maumivu makali pale kwenye sehemu ya kujisaidia haja kubwa, yani anus. So ni, ni suala la muhimu sana kujua kwamba dawa peke yake bila wewe kujitambua inaweza isiwe msaada Msaada ni kujitambua na kujua ni chakula gani ukila kitakusaidia. Moja ya vyakula ambavyo vinasaidia sana kwenye masuala ya mfumo wa mmeng'enyo ni vyakula vyenye nyuzi nyuzi, yani faiba. Wengi sana hatuli nyuzi nyuzi za kutosha, au kama tunakula nyuzi nyuzi, basi ni chemical based. Nikisema chemical based namaanisha nini? kama ni mboga mboga zimepigwa madawa, kama ni mahindi yamelimwa kilimo ambacho akikuzingatia kwamba lazima magugu yawepo na yamepigwa madawa. Kwa hiyo mwili wako na tumbo lako linashindwa kuchakata na kuweza kutumia vile vitu ambavyo vinatakiwa kutumia kama nyuzi-nyuzi. Kumbuka mimea yote, vyakula vyote vya mimea vina hiyo capacity ya kukupatia nyuzi-nyuzi. Lakini bahati mbaya sana Vyakula vingi vinakuzwa na booster, vinakuzwa na dawa za kuua magugu, vinakuzwa na mbolea za kisasa, vinakuzwa na madawa mengi. Kwa hiyo wewe tayari una changamoto ya, ya tumbo ambapo mwili wako hauwezi kuchakata na kufanya vile ilivyostahili ili mwili wako utoe sumu. So badala ya mwili wako kuchakata na kupokea kama healing, inapokea kama tena kitu cha kusababisha changamoto iongezeke zaidi, na hapo ndio unapata chronic inflammation. Na ambapo pia inaweza kuwa na machangamoto mengine mengi. So, inflammation ni, ni reaction ya kinga yako ya mwili, ni reaction ya mwili wako pale ambapo kuna kitu ambacho hakiko sawa au kuna kitu ambacho haki, hakifanyi kazi yake inavyotakiwa. Mfano, kama haupati choo kama kila siku huwa wanavyozungumza unaweza kutengeneza chronic inflammation. Hiyo ni taarifa ya mwili wako kwamba kuna kitu hakijakaa sawa, kifanyie kazi so, kama unakula vyakula ambavyo ni halisi na vinakupatia nyuzi nyuzi, ni utaona hiyo hali ya bawasili inapungua na utaona hiyo hali inakuwa na utulivu, tumbo linakuwa na utulivu. Nyuzi nyuzi au faiba ni kitu muhimu sana. Kumbuka, hizi faiba hazitulishi tu sisi, zinawalisha pia wale bakteria muhimu wa mfumo wa kusaga chakula. Maana yake ukila nyuzi nyuzi za kutosha hata wale bakteria wanaolinda mfumo wako wa mmeng'enyo hu atakuwepo wa kutosha. So zingatia zingatia, unaweza kuwa unakula chak chakula chenye nyuzi nyuzi, lakini kwa sababu ni chemical base kinashindwa kufikia yale malengo ambayo ulitarajia yafikiwe. Jambo la pili, unapokuwa na changamoto ya mmeng'enyo, zingatia kujitambua zaidi. Ukipewa dawa leo ukaona dawa inakusaidia, usijisahau kuna vyakula vingi ambavyo ukila vinarejesha changamoto mapema sana. Mfano, tumeshazungumzia vyakula vya sukari, kwa sababu sukari yenyewe ni inflammatory. Kama uko kwenye matibabu ya mmeng'enyo na unataka kukaa vizuri, ndisha sema yanatibika kati ya siku thelathini na siku mia na ishirini hizi siku, hebu ikate au iache sukari kwa muda, na hichi kipindi unatakiwa upate muda wa kutosha wa kulala kwa sababu miili yetu inarepewa tukiwa tumelala, so ili urepee mfumo wako wa mmeng'enyo, hakikisha unapata muda wa kutosha wa kulala. Na hichi kipindi pia unapashwa kunywa maji ya kutosha. Kumbuka, ukiwa na changamoto yoyote, kinachosaidia detoxification na mwili kuondoa sumu ni jinsi ambavyo mwili wako unapata maji ya kutosha. Unapata maji haja ndogo, unapata haja kubwa. Hizo ndio njia kuu za kuondoa uchafu mwilini au kuondoa taka, so hakikisha na kunywa maji ya kutosha. Na kitu kingine, fanya mazoezi. Hauwezi kushinda changamoto ya mfumo wa mmeng'enyo kama auruhusu movement za mwili wako. Kumbuka mmeng'enyo ni misuli ndiyo inayosaidia movement ya chakula, so ili ifanye vizuri, lazima ufanye mazoezi, lazima utembee, lazima uburuke ruke, lazima ufanye kazi moja ya kitu. Mi napenda sana mi napenda kufua na kudeki, kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo vinanipa mazoezi ya kutosha. Yani mazoezi ya kutosha nikisema ni safishe nyumba, otherwise kama nyumba yako ni, ni chumba kimoja au viwili. Lakini kama unakaa nyumba ambayo ni kubwa, jamani, unaweza ukatumia hiyo advantage ya kufanya usafi nyumba yako. Kwanza inakupa ile positive feeling, lakini pia inakupa mazoezi mazuri, kwa sababu ni movement ambayo inatumia kila kiungo cha mwili wako. So fanya mazoezi, ukifanya mazoezi utaona unaanza kupata choo vizuri, unatoka jasho, mwili wako unakuwa active na viungo vya mwili vinakaa vizuri. So hiyo itakusaidia sana kusaidia healing ya mmeng'enyo. Haya ni mambo ya kawaida ambayo unaweza usielewe sana. Wazazi wetu walikuwa wakiamka asubuhi, wanafagia uwanja, wanachota maji, kam maji kama wakati mwingine maji yalikuwa ni mbali. Zile zile activity movements zilikuwa zinawasaidia baadhi ya magonjwa wao walikuwa hawayajui kabisa. Eh, e, wakati mwingine unaweza walikuwa wanafikiri ni mateso, lakini yes kuna advantage ya kila kitu unachokifanya. So zingatia sana movement, kunywa maji ya kutosha, lala mapema, angalia chakula wanachokula. Chakula wanachokula kisiwe ambacho kina involve sukari, nikimaanisha soda, hizo juisi. Usiongeze sukari, unapika uji usiongeze sukari. Hakikisha vimiminika vyako, kama ni chungwa unakula chungwa, au kama unakunywa juisi lakini usiongeze sukari, tumia zile sukari za matunda. Hii ni kwa sababu ukitumia sukari ni inflammatory, na inaenda kusababisha movement za digestive system kuchelewa. Tuangalie vyakula vyenye nyuzinyuzi. Chakula cha kwanza kabisa ambacho nimesema kila siku, yaani mboga, ni cabbage. Sasa kwa vile stable food kwenye mafamilia zetu ni ugali na mboga, tafadhali sana zingatia ugali wako uwe na nyuzinyuzi -nyuzi. Usipende kukoboa mahindi na kula ugali mweupe. Penda kula ugali ambao una maganda yake na kiini chake. So kula ugali na mboga za majani ambazo hazijapigwa dawa. Nilishaelezea kabeji, kabeji inapigwa dawa, lakini tofauti ya kabeji na mboga nyingine hai, ukivuna kabla ile dawa haijamaliza muda wake inatoa harufu mbaya, kwa hiyo imekuwa ni, ni advantage. Kwa hiyo unaweza ukatumia kabeji kama sehemu ya kula. Nimeona watu wanafua kabeji na chumvi ili itoe sumu. Guys, sumu haiwezi kutolewa na, na kufuliwa na chumvi na maji, unapoteza tu virutubisho. So, seti labda mara mbili kwa wiki ule cabbage hizo, siku nyingine ule mboga za asili, lakini mboga nyingine ambayo ni nzuri sana katika mfumo wa mmeng'enyo inaitwa mgagani. Sijui kama wenzangu mnahitaje, mgagani ni mboga ya pori ambayo inaota msimu wa mvua na saa mvua zinanyesha. Take advantage, kula mgagani wa kutosha una fiber ni ni antioxidant ni antioxidant, ni anti inflammatory itasaidia hiyo hali ya inflammation kupungua, na hata kama una bawasiri utapata relief. Matumizi ya mafuta yawe kwa kiasi, ikiwezekana, pika na nazi, punguza mafuta haya. Usipike sana mboga ikaiva kupita kiasi, mboga zinatakiwa ziwe angalau na ubichi bichi, ili ziweze kuwa na zile enzymes ambazo unazihitaji. Kitu cha tatu katika mboga za majani ambazo tunazo ni mchicha wa asili, yani mchicha boas, ule mchicha pori una virutubisho vingi, lakini pia unakupatia nyuzinyuzi za kutosha. So tunapokula ugali tukumbuke mboga za majani lazima ziweze kutupatia nyuzi za kutosha, na ugali uwe wa dona usio wa sembe. Nimegundua watu hawajui dona kwamba ni mahindi ambayo hayajakobolewa. Yes, dona ni mahindi ambayo hayajakobolewa, na ukipata mahindi ya asili ambayo ni ya kienyeji, ambayo ni yale ya kwetu, yatakusaidia sana katika healing process na kitu kingine katika vyakula, viko vyakula vya kawaida kama maharage. Maharage yana nyuzi nyuzi, yana protini na yana wanga ya e, kama unaweza kula maharage na huo ugali na mboga za majani umefanya vizuri sana lakini, pia unahitaji protini ya kutosha, so samaki, nyama, usisahau. Kumbuka nyama nyekundu inakupatia vitamini B kumi na mbili, nimesema mara nyingi sana. Kwa kama unaacha nyama nyekundu, hakikisha unapata supplement ya vitamini B haswa B1, B6 na B12, yani B1, B6 na B12 kusaidia mishipa. So hichi kipindi hakikisha unakula vyakula kutoka kwenye eneo cha mvua inanyesha. Guys, ziko mboga nyingi zinaota nyingi sana, ambazo hazijapigwa dawa, ambazo hazijafanya chochote. So at this time, hakikisha una take advantage ya kula mboga za asili zinazotoka kwenye asili yake. Tuendelee kufuatana tukutane live. Guys, asanteni sana